Safari Zetu TV ikiripoti moja kwa moja kutoka ofisi ya mamlaka ya mapato mkoa um, wa Kilimanjaro, TRA ambapo TRA mkoa wa Kilimanjaro imewashukuru walipa kodi kwa mchango wao katika mafanikio ya makusanyo ya mapato ya mwaka 2024-2025. Katika kuunga mkono kauli ya Kamishna Mkuu wa TRA aliyoitoa Julai 1, 2025 kuhusu mafanikio ya makusanyo ya mwaka wa fedha 2024-2025, ofisi ya TRA mkoa wa Kilimanjaro imetoa shukurani za dhati kwa walipakodi wote mkoani humo waliotekeleza wajibu wao kwa uaminifu mkubwa, huku wakiwashukuru sana walipa kodi wakiwemo wafanyabiashara, wafanyakazi pamoja na serikali kwa ujumla, kwa kushirikiana na TRA mkoa wa Kilimanjaro kwa kulipa kodi na kuwezesha kuvuka lengo walilopanga la 2024 2025 ambayo tumeitenga kama wana Kilimanjaro. Nianze kwa kujitambulisha kwa majina yangu naitwa James Jilala meneja wa mamlaka ya mapato Tanzania mkoa wa Kilimanjaro. Siku ya leo ni siku muhimu sana, kwa maana ya kwamba tumemaliza mwaka, tulianza Julai na leo ni Julai tena, jana tumefunga mwaka wa fedha leo kama tulivyomsikia kamishna mkuu, hapo imetengwa siku maalum ya kuwashukuru walipakodi. Walipakodi wa mkoa wa Kilimanjaro wamefanya shughuli kubwa sana ya kutuheshimisha kama mkoa wa Kilimanjaro. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana sana sana kwa majitoleo, kwa maana tokea Julai tulipoanza tumefanya vizuri miezi yote kumi na mbili. Ikumbukwe wakati tunaanza mwaka tuli, uh, tulipoliona lengo tukasema kubwa, lakini muda ulipokuwa unaenda, mwezi wa saba tukavuka, wa nane tukavuka, tukajua kumbi inawezekana, hatimaye tufunga mwaka tukiwa tumefanya vizuri vizuri sana. Niwakumbushe tu lengo letu kwa mwaka huu uliopita ambao tumeumaliza jana, lengo lilikuwa bilioni mia tatu na moja lakini tumeweza kukusanya bilioni mia tatu thalathini. Hiyo ni hatua kubwa sana, na nipongezi kwa Wanakilimanjaro, walipa kodi, wafanyakazi watumishi wa serikali, viongozi wetu especially mkuu wa mkoa, kwa hatua ambayo tuliifikia. Na hilo lengo tumeweza tukaligawanya katika department zetu mbili, kwa maana ya kwamba kuna customs na ile ya kodi za ndani. Kodi za ndani katika lengo hilo lilikuwa bilioni mia moja na moja na katika ufanisi wetu tumeweza kukusanya bilioni mia moja na nne kwa maana ya kwamba ni ufanisi wa asilimia mia moja na nne na kwa upande wa ushuru wa forodha customs, lengo lilikuwa bilioni mia mbili na tukaweza kukusanya bilioni mia mbili thelathini kwa maana ya kwamba tumevuka napo kwa, kwa ufanisi wa asilimia 113 hiyo, kufanya jumla sasa ya ufanisi wa asilimia 110, kwa maana ile bilioni 301 na, na tukakusanya bilioni 330. Kwa hiyo tuwashukuru sana walipakodi wa mkoa wa Kilimanjaro kuanzia viongozi wao, nimemwona katibu wa TCCIA. Eh, yuko wapi ndugu yangu? Okay. Yuko hapa, wamefanya vizuri sana, mashirikiano yalikuwa mazuri sana, ni, ni katibu wa Chamber of Commerce mkoa wa Kilimanjaro tunashukuru. Okay. Ni katibu asa mtendaji mkoa wa Kilimanjaro, mkoa wa Kilimanjaro ni TCCIA, ni mmoja wa wafanyabiashara wa Tanzania. Kwa kweli leo tunafuraha kubwa, leo tumekuja kusherehekea hapa na kwa niaba ya wale walipakodi wote tunajipongeza tuna tuna kwa kweli tunajipongeza kwa lengo lililokuwepo na tumeweza kulifikia, na hii inatokana na ushirikiano mkubwa ambao mkoa umeonyesha okay. Na sio mkoa tu, na nchi nzima. Hapo zamani kulikuwa na kero nyingi sana. Sana kwa majina, ma TRA kwa jinsi ambavyo wameweza kutimiza malengo ambayo yamevunga yamevuka kiwango. Nipongeze sana mkoa wetu wa Kilimanjaro, hawakuweza kutuangusha bali wamevuka. Aa, na pia ninawapongeza wafanya biashara sana, wamefanya kazi nzuri sana, na wamefanya kazi nzuri kwa sababu ya mahusiano mazuri ya uwezeshi wafanyakazi ah, wa TRA walivyofanya mbinu ambao wanaweza kuongea na wale wafanyabiashara mpaka wakakubali kulipa kodi. Tuseme tu kwamba kwa niaba kwa ya wafanyabiashara wote, mimi ninawapongeza, na pia tuko bega kwa bega kwa ajili ya kuweza kutengeneza mahusiano mazuri na wanaolipwa kodi, kwa sababu kodi ni tayari, lakini pia kodi ni lazima, kwa sababu unavyofanya chochote usifiche, bali utakadiriwa kutokana na jinsi ambavyo biashara yako inaenda. Ninafikiri kwamba tunajua kabisa jitihada zote zinazofanyika na Mheshimiwa wetu Rais Samia Suluhu Hassan, kazi ngumu anayoifanya, bila ko hatutaweza kufanya haya maendeleo ya viogo. Na nipongeze sana hata meneja wa mkoa wa Kilimanjaro, ameweza kuvuka malengo makubwa hatujawahi kuona. Lakini pia sisi ambao tunakuwa ni viongozi wa wafanyabiashara hatujaona kelele kwa biashara, hatujaona tena kelele, watu wanakimbia watu wanafanyaje? Hapana, kila mtu amefunguliwa. Upendo ulioje! Kwa sababu tumeona wamekaa vizuri na uh, wafanya biashara wanawaelekeza, wanakuambia biashara hii ya kwako kwa tunakukadiria kiasi gani, na wewe unavyosema ukweli ndivyo unavyokadiriwa. Kwa hiyo niwaite wale ambao mmefunga maduka wakati huo, rudini kwa sababu sasa hivi kuna kitu ambacho kimetengenezwa kizuri, ambacho huwezi kupata shida. Anakukadiria kutokana na jinsi ambavyo ameona biashara yako, na hajakukadiria kwenye biashara ambayo haina faida. Kwa hiyo mimi nashukuru sana kwa niaba yote ya, ya wafanyabiashara wote ninawashukuru sana na tutaendelea kushirikiana na TRA kuhakikisha tumefanya